Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo wapendwa wa Bwana, nina furaha tena kuwa pamoja na, na ninyi leo. Mungu akubariki. Asante sana, tunaendelea na somo letu, kufahamu laana zinazopiganisha maisha yako. Tuseme sote, kufahamu laana zinazo piganisha maisha yako. Turudie tena kwa nguvu kufahamu laana zinazopiganisha maisha yako. Haleluya. Niseme mambo matatu, jambo la kwanza, kuna nguvu za aina mbili zifanyazo kazi kuhakikisha maisha yako yako upande gani? Ni nguvu ngapi zinafanya kazi kuhakikisha maisha yako yako upande, au maisha yako yako upande wa baraka au maisha yako yako upande wa laana. Jambo la pili, baraka za Mungu, mema ya Mungu. Mungu anasema ya kwamba anatutakia mema, anatutakia mazuri, lakini mazuri ya Mungu hayawezi yakaingie ndani ya maisha yanayotawaliwa na laana. Naelewa jambo hilo. Vitu vyote Mungu ameandika utakuwa navyo, kwa sababu tokea mtumbo ya mama yako Mungu anaandika siku utakazoziishi, Mungu anaandika maisha yako itakayoishi. Ndio kwa maana wa wakina Yusufu walikuwa wa, wa, wa wako na miaka kumi na tatu na liko wanaanza kulota ndoto za jinsi taifa lote tawaina miaka hayo yote ni mipango ya, lakini hauwezi ukavipokea hivi vitu kabla, ndani yako ni kuchafu, laana zinakusonga. Jambo la ta ili upambane na laana, ili laana ikutoke, hebu unahitaji ujue asili yake, chanzo chake. Amen, amen. Hakuna laana yenye inatokaka mumutu kama mtu hakufahamu chanzo cha ile laana. Na kwa mwisho hawakemea kilaana. E, lakini wanaifanyaka nini? Wanapiganaka nayo. Mungu akusaidie upigane na laana zinazofanya kazi ndani ya maisha yako unahitaji upambane nazo. Sifa kwa Bwana, amen. Ninashukuru Mungu kwa sababu Biblia kwa juma hili iko inatufundisha na kutuonyesha namna gani tutembee katika maisha yetu, ili tupate kufaidika furaha ndani ya baraka za Mungu. Yani, somo letu linakuwa na shabaha ya kukufanya wewe uone namna gani uwaze, namna gani utakuwa unatembea ili ufurahie maisha yako ambayo unaishi. Kwa njia nyingine, hili somo letu liko linatuonesha namna ya kujikinga namna ya kujilinda na vitu viwezavyo vi kukwamisha maisha yetu. Kujilinda, kujikinga, ni sharti ujilinde, ni sharti ujikinge na vitu ambavyo vinaweza kukutokea jasho maisha yako, na vile vitu vinaitwa laana. Tunakusha kujifunza laana ni nini? ni kitu kama kivuli cha giza cha mabaya kinachovamia watu mumaisha. Pili ni mkono wa uovu unaokusindilia wewe usi, usichomoke wewe, usiendelee mumaisha. unapotaka kuendelea, vinakurudisha nyuma. Sema, ni hali inayokupelekea kukurudisha inakupeleka mu direksio moya tu wende. Alafu tumekwisha kujifunza laana zinaletwa nani? Kitu cha kwanza kinacholeta laana tulisema ni nini? ni kufanya nini? kusikia neno la Mungu, kutokusikia maneno ya Mungu na kutokuyati. Kama hauwezi ukatii maneno ya Mungu, kama hauwezi ukasikia, Biblia iko wazi, inasema utalaanika. Amen, Amen. <laughs> Alafu jana tulikuwa tunajifunza sehemu ya pili inayoletwa zambi ni zambi Jana tumejifunza dhambi ngapi? Dhambi kumi na mbili zinazozusha laana. Amen. Bwana kubariki baba. Amen. Alafu leo tutaenda kuongeza mambo mengine machache ambayo yanaleta laana katika maisha yetu.

Katika jina la Yesu. Amen. Nala niwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Je, swali ni hivi. Je, umekwisha kutambua chanzo cha mazito yako, chanzo cha laana zako? pamoja na zile 12 ambazo tulijifunza jana. Leo kuna nyingine, kutumika kazi ya Mungu kwa uzaifu. E, viongozi vya makundi, tuelewe uzito ambao unaweza ukatokea katika maisha yetu ndani ya kanisa, tuelewe makundi mbalimbali mbali. Tunakuwa makundi ya vijana, mnakuwa tunakuwa na makundi ya wamama, makundi ya bababa makundi ya wanandoa, makundi ya waimbaji, washemasi, wainjilisti, wazee wa kanisa, mchungaji. Ni kwamba Mungu anasema alaaniwe mwenye atatumika kazi yake kwa nini? Kwa ulegevu. Kuna mimoya huko unapitia, ndani ni kwa sababu ya hii jambo lakini, somo hili, nataka kukuambia ufahamu chanzo cha mazito ya cha laana zinazopiganisha maisha. Twende ya pili, na laaniwe azuiaye upanga watu usimwage damu. Sikia, kila mara Biblia inatuonesha tuko maadui wa Shetani, tuko maadui wa serikali ya Shetani, na Biblia inatuambia tuko wafanya vita kwa hivyo ikiwa utashindwa kupambana kiroho na kimwili mbele ya jeshi la shetani, utalaaniwa. Unapenda niende haraka haraka, lakini swali ni moja tu. Je, ulishatambua yako yenye inafanya chanzo cha maisha yako kuwa maisha ya taabu? Mifugo yako kombe zako watoto wako, kama jinsi vile tulisoma jana, umeweza kufahamu kufahamu. Kesho najua tutakwenda kupigana na kupambana. Bwana tusahilie sana. Haleluya, haleluya, amina. ya tatu. Yeremia 17:15 na 6. Yeremia 17:15.

unaingia ndani ile desturi unaingia ndani ni ya kukuletea laana. Wewe tokea umeanza kuingia ndani ya kanisa hili Mungu ndiyo ndio tegemeo lako, alafu nakuja kukuambia ya kwamba wafa nafa Ninategemea Mungu, sitegemei mwanadamu, sitegemee irizi, sitegemei shetani. Na Mungu ni mwaminifu kwangu, amenikomalisha mpaka nimefika katika kiasi kama hiki. Kwa nini mtu aje akuambie ya kwamba ya yeye ndiye unahitaji kutegemea? na? Na? mwanadamu ni mwenza. Utalaaniwa amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake mm na moyoni mwake amemwacha Bwana amemwacha Bwana ile neno kuacha Bwana. Ulitembea vizuri, ulitumika vizuri, uliamini, na imani yako ikazaa toba, na toba ikazaa ubatizo, na ubatizo ukazaa ushirika wa meza ya Bwana, na ushirika wa meza ya Bwana ukazaa roho ya maombi na sasa uwe mwenye umetembea katika njia sita za wokovu. ungani naona mtu wako kudanganya, unasema acha hivyo, utalaaniwa, utalaaniwa. Je, hiki ndicho chanzo cha laana inayopiganisha maisha yako? sita inasema ana, atakuwa kama fukara jikani, utakuwa tu kama maskini moja, kipepeyo kimoya, hata yata... mm. hataona yatakapotokea mema, hautaona hata nusu ya nusu ya nusu yake ya lema lolote, bali atakaa nyikani palipo ukame. Nikani mdeze hamuotagi miti hamuotagi majani, ni michanga tu na ngu, nguo na ndiyo maana nguo za wale wenzetu wa mdeze wao wanakuwaka nara na ume nara na wake, na wote wanafunika macho tu, wanaacha macho na kuwa na nini, michanga isiruke iwaingie ndani. Ndiyo maisha. Laana ya Mungu itakugusisha, laana itakugusisha tu katika inji ya chumvi isiyozaliwa na isiyo isiyokaliwa na watu amina. Kwa hivyo kuna laana zinakuja kwa njia mbalimbali. Tulisoma Mezali makumi mbili na sita mstari wake wa pili, hakuna laana isiyokuwa na sababu. Tuende, laana nyingine. Zekaria sura tano mstari wa kwanza hadi wa nne. Nabii Zekaria naye anasema juu ya laana, Zekaria sura ya tano. Mungu akusaidie, somo hili likuwezeshe kutembea kwa uangalifu, ukijizuia na mambo yawezayo kukutoa jasho mu maisha Somo hili likusaidie uelewe mambo gani unahitaji kukwepa kuhepuka kuachana nayo ili usifanye maisha yako yawe maisha ya vita kila siku Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Zekaria sura tano, kuna ingine laana hapo ya ngapi? Ile ya ine mm. sura tano Mstari wa kwanza mpaka wa nne tunasoma katika jina la Yesu, mm. Basi nikainua macho yangu nikainua macho yangu tena, nikaona nikaona kule juu, natazama natazama ngambo la chuo mm-mm. Ngombe, gombo. mm -mm. mm -mm. Gombo, gombo ni nini? Gombo zamani hakukuwaka vitabu mm -mm. lakini walikuwa wanakamata ngozi za ngombe au maganda ya miti, ndio wanaandika hemu sheria za Mungu. Sasa ndiyo wanakikunja kunja. Huyu aliona kilikuwa na metre ngapi? Tuendelee. Gombo la chuo lirukalo, lirukalo akaona linaruka huyu nabii akaniuliza, akauliza, unaona nini? Mungu akamuuliza nini, unaona nikajibu nikajibu, naona gombo ni na chuo. Gombo la chuo lirukalo liko linaruka na urefu wake eh, ni ziara mm, ishirini, mikono makumi mbili, tukisema metre. Metre makumi mbili maana yake ni kutoka kule mpaka huku kiki kiocha, akaona kiko kinaruka na upana wake ziara kumi, kumi. Ndipo akaniambia Mungu, akaniambia hii ndiyo laana. Hii yenye unaona ulu, ni karatasi yenye unaona, ni laana itokayo kwenda juu ya uso wa nchi yote. Hii laana inashuka na itaenda dunia nzima maana. Kwa hiyo kila aiambiaye sasa, hii itawapata watu gani? Atatolewa kama ilivyo upande mmoja mm -hmm. Na kwa hiyo kila aapaye ataokolewa kama ilivyo upana wa pili.